Twende. Okay. Naitwa Gwakisa George Mwakipesile, diwani wa Kata Mikoloshini, lakini pia ni katibu wa madiwani wa CCM na mwenyekiti wa kamati ya elimu na afya pale kwenye baraza la halmashauri ya wilaya ya Kiela. Uh, Ijumaa hii tutakuwa na mpambano wa ngumi ambao umeandaliwa na promota maarufu, promota mzoefu, promota ambaye hana mbambamba wilayani Kiela, Edgar Mwansasu ameandaa mapambano mengi ya ngumi, mengi sana ambayo amekuwa yanavuta hisia za watu wengi. Amechukua magondia maeneo tofauti tofauti, watu wa magondia Dar es Salaam, watu wa magondia Morogoro na maeneo mengi ya nchi. Amekuwa akiandaa kera hapa, mwa kuleta kumleta hata mandonga mwa kuchacha kumleta hapa, ameleta magondia wakubwa maarufu hapa ila kera. Kwa hiyo juma hii nitakuwepo, kwa sababu tayari tiketi ninayo, nimekata tiketi yangu VIP area, nitakuwepo meza kuu pamoja na mgeni rasmi Angelus Luhala, Di Flora, Angelus Luhala, ugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kela takwepo pale, kimpa sapoti pekeni yake. Karibuni sana watu wote Kela wote, wanatukui wana Lungu, popote mnaposikia sauti hii na wote ambao mtasikia hii habari, mfike eneo la une na mwaii, na mpambano waukali ni kuanzia saa 12 mbili jioni na kuendelea, jumaa hii.